Iko kituo cha kupoza umeme cha Tabora mjini ambapo tumekamilisha sasa line yenye msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hapa kuelekea Ipole. Ipole ni, ni, ni, ni sehemu ambayo iko eh, wilaya ya Sikonge, lakini eh, hii ni phase one kwa sababu line hii uh, inatoka hapa mpaka mkoa wa Katavi, lakini inakwenda kwa phase sasa. Phase ya kwanza ina urefu wa kilomita 102 E, tumemaliza kutesti paramita zote, laini iko tayari kupokea umeme. Kwa hiyo leo hii tunategemea kwamba wakazi wa e, e, Ipole na Sikonge kwa ujumla leo hii watapata umeme wa msongo wa kilovoti 132. Kwa hiyo fezi inayofuata sasa ni e, yenye urefu wa kilo, kilomita 133 kutoka Ipole mpaka e, Inyonga kwa hiyo tunategemea kwamba ni mategemeo yetu kwamba E, zoezi hili sasa kwa upande huu phase 1 limekamilika. Sasa tuna, tunaendelea phase 2 na lenyewe liko asilimia nzuri, kwa sababu liko asilimia 96 e, kwa hiyo e, tunategemea kwamba timu ya inspection iko tayari na inaendelea na zoezi la kuhakiki e, ile miundombinu na tunategemea kwamba e, mwezi ujao katikati e, tutakuwa tumefika tumefikisha umeme e, e, substation ya Nyonga, kwa hiyo tunazidi kwa kuwakumbusha wananchi tuendelee kutunza hii miundombinu, kwa sababu serikali inaingia gharama kubwa kuitengeneza kui, kui, kui, lakini sasa tunakutana na changamoto, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao wanachoma moto e, kwenye laini, lakini wengine wanaharibu tu kwa makusudi, wanatoa nyaya. Kwa hiyo unakuta saa zingine nguzo hizi zinaharibika na zingine zinapinda zinaanguka chini. Sasa tusipoitunza hii miundo mbinu ni kwamba e, serikali itakuwa itaingia gharama tena mara mbili kwa ajili ya matengenezo ya hizi laini. E, mradi huu e, kwa sasa kiujumla kutoka Tabora hadi Katavi umefikia asilimia 96 na gharama ya huu mradi e, ni jumla ya pesa za kitanzania bilioni 161 na, na fedha zote zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. A, kwa sasa fezi hii ambayo tunaifanyia kazi leo e, ni fezi ya kutoka fezi namba moja. Uh, kutoka Tabora hadi Sikonge. Eh, hii fezi imekamilika kwa na kazi kubwa ambayo mnaona asilimia 99. Hapa tunahangaikia leo uh, ni kufanya testi kwa maana kujiridhisha kufanya majaribio na kama kujiridhisha laini iko tayari kupokea umeme. Tumefanya majaribio hayo na yamefanikiwa kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo laini yetu kwa sasa kutoka Tabora mpaka Sikonge, kwa maana wilaya ya Sikonge Ipole, imekamilika kwa asilimia mia moja na iko tayari kupokea umeme E, na umeme huu ambao tutachaji tuta leo utachajiwa moja kwa moja kutoka Shinyanga ibadekuli, mpaka moja kwa moja ip, Ipole. Kwa hiyo kazi hiyo tunaifanya leo. Kwa hiyo wananchi wa Ipole, kwa maana wilaya Sikonge Sikonge kwa ujumla e, wanaenda kupokea umeme ambao umeunganishwa umeme mkubwa wa grid ya taifa a, ambao umeunganishwa moja kwa moja kutoka Shinyanga mpaka Sikonge kwa maana ya Ipole, ambao ni umeme wa uhakika. Mradi huu unatekelezwa na kampuni ya ETDCO ambayo ni kampuni tanzu kutoka katika shirika la TANESCO na mradi huu umetekelezwa na wahandisi wa ndani wazawa wa nchi. Tangu kuanza kwa mradi huu kumekuwa na shughuli mbali mbalimbali, maana yake tulianza na shughuli za ufyekaji, tukafata shughuli za kusimika nguzo na kuchimba mashimo ya nguzo. Hivyo basi kupitia shughuli hizi zote iliwezesha wananchi wanaozunguka sehemu jirani ya mradi huo katika wilaya ya Sikonge pamoja na Tabora mjini kupata ajira za muda mfupi, ajira za kufyeka miti, ajira za kuchimba mashimo, ambapo mwanzo wilaya ya Sikonge ilikuwa inachukua umeme wa kilovoti 33 kutoka Tabora mjini kwenda katika wilaya ya Sikonge, lakini laini hii mkondo wa kilovoti 33 ni mdogo, hivyo uliwafanya wananchi washindwe kupata umeme wa uhakika.